Watu kumi na mmoja wameuawa katika mashambulizi ya anga yaliyofanywa na Israeli katika ukanda wa Gaza mapema Jumapili, hii ni kwa mujibu wa maafisa ulinzi wa kiraia na afya wa Palestina, huku shambulizi mmoja likiripotiwa kulenga kambi ya mahema kaskazini mwa Gaza na jingine likitokea kusini mwa ukanda huo na kusababisha vifo zaidi. Shirika la habari BBC limeripoti kuwa Shirika la Hilali Nyekundu la Palestina limesema watu sita waliuawa katika shambulizi la kaskazini na wengine watano walifariki katika shambulizi la kusini mwa Gaza. Jeshi la Israeli IDF lililenga maeneo ya wanamgambo kwa madai ya ukiukwaji wa makubaliano ya usitishaji mapigano. Kwa mujibu wa IDF, wanamgambo walionekana wakitoka kwenye handaki kuelekea eneo linalodhibitiwa na jeshi hilo, huku Israeli likidai kuwa mashambulizi hayo yalikuwa ni majibu kwa vitendo vya Hamasi huku pande zote mbili zimekuwa zikishutumiana kwa kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano tangu yalipoanza tarehe 10 Oktoba. Idara ya ulinzi wa kiraia Gaza imesema jumla watu kumi na mmoja waliuawa katika mashambulizi hayo, huku wafanyakazi wa Hospitali wa ya Ali Shifa wameripoti mtu wa kumi na mbili alifariki katika majibizano ya risasi tofauti na mashambulizi ya anga, huku wizara ya afya inayoendeshwa na Hamas imesema zaidi ya watu 600 wameuawa tangu kuanza kwa usitishaji mapigano. Mapema mwezi huu, watu wasiopungua thelathini na wawili waliuawa katika wimbi la mashambulizi ya anga kote Gaza. Mashambulizi ya hivi karibuni yamekuja wakati maandalizi ya awali na ya pili ya makubaliano ya usitishaji mapigano yanayoongozwa na Marekani yakiendelea. Mazungumzo hayo yanatarajiwa kuleta utulivu zaidi katika eneo hilo. Mwezi uliopita, Rais wa Marekani Donald Trump alitangaza kuundwa kwa chombo kipya kiitwacho Bodi ya Amani. Chombo hicho kimepewa mamlaka na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, kusimamia usalama wa mipaka ya Gaza na uondoaji wa silaha za Hamas, na kikao chake cha kwanza kinatarajiwa kufanyika Washington tarehe 19 ya mwezi huu Februari. Trump amesema wanachama wa bodi hiyo wameahidi dola bilioni tano kwa ajili ya ujenzi upya wa Gaza. Pia ametaka Hamas kukubali mpango wa kuondoa silaha, jambo ambalo kundi hilo limekataa likisema litafanya hivyo tu baada ya kuundwa kwa dola la Palestina. Indonesia imetangaza kuwa itatuma wanajeshi elfu nane kusaidia utekelezaji wa awamu ya pili vita vilianza baada ya shambulizi la Hamasi dhidi ya kusini mwa Israeli tangu tarehe 7 Oktoba ya mwaka 2023 ambapo watu wapatao 1200 waliuawa na 251 kutekwa nyara. Israeli ilijibu kwa kuanzisha oparesheni ya kijeshi Gaza ambapo zaidi ya watu 71820 wameripotiwa kuuawa wakati huo mazungumzo kati ya Israeli, Marekani na Iran kuhusu mpango wa nyuklia yanaendelea huku pande husika zikielekeza msimamo wake tofauti. Imeandaliwa na Helen Mdimba kwa msaada wa mashirika habari na kusoma kwako nami Tim Thrugoy.